Kwa majina ni Agnes Emmanuel emanueli Kihamba katibu wa wachimbaji wadogo wilaya Geita, lakini ni katibu msaidizi wa kongamano la wachimbaji madini mkoa wa Geita tukishirikiana na shirikisho la wachimbaji Femata, lakini litatanguliwa na tukio kubwa kabisa la kula nyama, mashindano ya kula nyama. Watu watakula nyama kwa mashindano, atakaye shinda ataondoka na ng'ombe mmoja mzima watu watakula watakunywa. Ni kongamano la kumpongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mafanikio makubwa katika sekta ya madini. Sisi wachimbaji wadogo tunajivunia kuwa na mama. Kwa hiki kipindi cha miaka minne, wachimbaji wadogo tumeheshimishwa sana. Sisi wa mama hatukuwahi kumiliki leseni, lakini sasa hivi ukiuliza kila kikundi cha wanawake kina leseni, lakini mwanamke mmoja mmoja pia ana leseni. Hususan Kigosi, mama ametoa leseni za wachimbaji wadogo elfu tatu na mia tano na pamoja na hayo, sisi wachimbaji wadogo wanawake tuna leseni tayari tunamiliki. Mimi binafsi Kigosi ninamiliki leseni tatu, lakini kwa upande mwingine nina leseni tatu tena ambazo mbili tayari zimeanza kazi, moja tunasubiri utaratibu wa kiserikali. Tunawakaribisha sana wananchi wa Geita na mikoa ya jirani. Kuna ng'ombe zaidi ya hamsini, e, e, na watu tunaotarajia kuwa nao ni zaidi ya elfu hamsini. Maana yake inaweza ikawa laki moja na kuendelea.